Kwa uwezo wako umahiri wako na utayari wako kutumikia taifa lako. Hongera sana mheshimiwa waziri mkuu. Juzi nilikuwa nazungumza na kiongozi mmoja wa TRC, wana mpango sasa kuleta treni Dodoma itakayotumia saa mbili na dakika 45 tu. Hili ni jambo la kupongezwa sana kwa serikali ya Mama Samia, lakini nikuombe vivyo mheshimiwa waziri mkuu kama wataweza kubadilisha ratiba treni zao zingie Dodoma saa moja na nusu asubuhi na ikitoka hapa ingie Dar es Salaam saa samu, moja na nusu asubuhi itasaidia sana kukuza uchumi na kuhakikisha viongozi wa kiserikali, wabunge, watumishi wanawahi shughuli za kiserikali kwa muda unetakiwa. Asante sana katibu, maswali ya kawaida. Maswali, ofisi ya Rais, TAMISEMI, Mheshimiwa Mary Francis Masanja. Mheshimiwa Mary Francis Masanja. Asante, Mheshimiwa Naibu Spika. Lini serikali itapandisha naibu... hadhi kituo cha afya Buzuruga kuwa hospitali? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Festo Dugange. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha afya Buzuruga hakina miundombinu ya kutosha kuwa hospitali. Aidha, hadi kufikia Aprili 2025 serikali imeshatoa shilingi bilioni 3.1 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya manispaa Ilemela, ambapo jumla majengo 14 yamekamilika na hospitali imesajiliwa na inatoa huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya kuendelea kuboresha miundombinu ya kituo cha afya Buzuruga ili kuendelea kutoa huduma katika ngazi ya kituo cha afya <coughs> Mheshimiwa Sanja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza nianze kwa kuipongeza serikali kwa namna ambavyo imeendelea kuboresha miundombinu ya afya na hivi sasa wananchi wengi wanapata huduma bora katika vituo hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu la kwanza ni lini sasa serikali itaongeza majengo kwa kiwango cha ghorofa kwa sababu uwezo wa kituo cha afya cha Buzuruga kinahudumia watu zaidi ya kapasite iliyopo. Kwa mfano kapasite ya vitanda viko sabini na nne, lakini wananchi wanaohudumiwa katika o OPD ni wananchi mia moja hamsini, lakini pia wakinamama wanaoenda kujifungua ni takribani wakinamama mama mia tano hamsini mpaka mia sita kwa siku wanaoenda kujifungua katika kituo hicho cha afya ya Buzuruga na kituo hiki Mheshimiwa Naibu Spika, ni lango la wilaya karibu tatu zinazopata huduma katika kituo hicho ambacho ni, ambazo ni wilaya ya Ilemela, wilaya ya Magu na wilaya ya Nyamagana. Mheshimiwa Naibu Spika, ni lini sasa serikali itaongeza majengo hata kwa kiwango cha ghorofa ili huduma sasa za mama na mtoto pamoja na wodi za wazazi ziweze kuongezwa ili wananchi waendelee kupokea huduma bora ya afya. Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni lini serikali itaongeza watumishi katika kituo hicho ili wananchi waendelee kupokea huduma bora ya afya. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iliandaa mwongozo na michoro ya ujenzi wa vituo vya afya kulingana na maeneo husika. Ivipo vituo vya afya vya miji na majiji na maeneo haya mara nyingi yana maeneo madogo kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya chini. Kwa mwongozo ambao umetolewa, kuna ramani za magorofa, lakini pia kuna ramani za majengo ya chini, lakini pia tunatoa nafasi kwa halmashauri husika kudesign michoro ambayo itakuja kuthibitishwa na ofisi ya rais TAMISEMI kulingana na eneo alilonalo. Kwa naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa naibu spika nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela kumtuma mganga mkuu wa halmashauri, injinia wa halmashauri, lakini pia mganga mkuu wa mkoa waende wakaone eneo la kituo cha afya cha Buzuruga na uwezekano wa kuchora michoro ambayo itakubaliana na eneo lililopo, kwa sababu eneo ni dogo na kuwasilisha ofisi ya rais TAMISEMI kwa ajili ya kuona uwezekano wa kuanza kujenga majengo ya kwenda juu ili kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Swala la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuajili watumishi wa sekta ya afya na katika kipindi cha miaka hii minne moja mpaka sasa serikali imeshaajiri wataalamu wa sekta ya afya 1347 wamepelekwa kwenye halmashauri zote kote nchini ikiwemo halmashauri ya Ilemela. Nikuhakikishie mheshimiwa Mary Masanja, serikali itaendelea kutoa kibali na kipaumbele kwa manispaa ya Ilemela na halmashauri zote ili kwa kuhakikisha kwamba watumishi wanaendelea kwa kuajiriwa. Kakunda, jiendaye Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa wa Naibu Spika, nakushukuru sana. Mie niulize swali